Kwingineko, waziri wa mashauri ya kigeni Musalia Mudavadi anasema zaidi ya Wakenya elfu moja wanazuiliwa kwenye magereza katika mataifa mbalimbali mbali duniani. Mudavadi akitoa onyo kwa Wakenya dhidi ya kujihusisha na biashara haramu katika mataifa ya kigeni, na kama anavyotuarifu Ode Francis, Mudavadi amesema kuwa wengi waliofungwa ni wahusika wa ulanguzi wa dawa za kulevya na silaha haramu. Tungali tunafanya mazungumzo na serikali ya Vietnam. Ndio ujumbe wa hivi punde zaidi kutoka serikali ya Kenya kufuatia hukumu ya kifo inayomkodolea macho Margaret Nduta, raia wa Kenya aliyekamatwa nchini Vietnam akiwa na dawa ya kulevya aina ya cocaine.

Akizungumza na wanahabari baada ya kikao na waziri wa maswala ya kigeni wa Uholanzi, Musalia Mudavadi alisema afisi yake inakusanya takwimu za Wakenya waliokamatwa au kuzuiliwa katika mataifa mbalimbali. But out of the Kenyans in the diaspora, uh we have a total of about 1,000 Kenyans in different countries facing incarceration for different offenses. Mudavadi amewarai Wakenya haswa vijana kuwa makini wanaposafiri hadi mataifa ya nje ili kuepuka mitego ya walanguzi wa mihadarati pamoja na silaha haramu. Aidha, amesema Kenya haipasi kuwa na sifa ya kitovu cha shughuli haramu, macho yote sasa yakisalia katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Kenya na Vietnam kuhusu hatma ya Margaret Nduta.